E, katika jiji hili la Dar es Salaam upo maeneo ya Kisutu, maeneo ya Kisutu. E, pikipiki ndio hizo zinaandaliwa, pikipiki ndio hizo zinaandaliwa. E, mpenzi mtazamaji, mshindi wa kwanza ni huyu hapa, mshindi wa kwanza niko naye hapa. Kabla ya kupewa zawadi, haraka haraka jitambulishe, jina lako nani, unatokea wapi, unazungumziaje furaha yako katika tukio hili la leo? umekuwa wa mwisho katika washiriki <laughs> lakini umekuwa wa kwanza katika mashindano haya ya Qurani tajwidi. Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Abdullah Kombo kutoka Tanga. Kiukweli niseme alhamdulillah kwa sababu imekuwa kama ni surprise. Kwa sababu kikweli yani sina hata la kusema. Nimefurahi sana, nimefurahi. Pensi tazamaji, pikipiki zinapelekwa pikipiki <laughs> Ngoja tuende huku pikipiki zinapelekwa pikipiki. Ni mashindano ya Qurani ya tajwidi yaliyofanyika hapa katika msikiti wa Kitumbini e, jijini Daru Salamu e, unaona waumini wakiwepo, wanasubiri tukio hili kwa shauku kabisa. Waumini wa msikiti huu wa Kitumbini wakiwa wakisubiri kwa shauku kwa ajili ya kupewa zawadi hizi washiriki hawa, ngoja tusubiri tukio hilo. Ni msikiti wa Kitumbini, msikiti wa Kitumbini. E, mashindano haya ya tajwidi, naona mshindi watu wanampa mkono, yuko na Sharifu mwenyewe hapa katika msikiti huu wa Kitumbini alikuwa na mtano wauna zaigi akisomea soratadopa ni mwakilishi kutoka mkoa wa Arusha. Na sasa ni mshiriki wetu wa mwisho kwa leo, ambaye ni Abdallah Kombo, na huyu awakilisha mkoa wa Tanga.

majaji wafanye kazi yao. Sisi kama wasikilizaji tumefurahika na tumepata ladha ya Qurani. Mwenyezi Mungu jasakeni wote waliosoma na wote waliosikiliza. Sasa wakati wa subiri majaji matokeo kule, tumkaribishe msomaji ambaye ndio msomaji wa msikiti huu, Abdul Karim huyu wa kwanza ilikuwa lazima ashinde huyu, kwa sababu katoka kwetu, katoka mbali, katoka kwenye kuasisi ya ilmu za dini zilizotoka hapa kwetu zimetokea huko kwetu. Huko naye si mwingine, maana yake hatabiset, babake alikwenda huko huko, Abdallah Kombo kutoka mkoa wa Tanga. Takbir. Uh, Tanga hiyo Hakuna mtu atakayepinga kama mkoa wa Tanga ndio mkoa wenyewe bwana, kwa Kiswahili, kwa dini, kwa elimu ya shule, kwa kila kitu. Kwanza sio? Eh, wa kwanza eh, ndio kwanza. Huyu Saidi, angalia kule kwanza, na bash yake ya mafuta paka Tanga, usipande raha leo Lakini mimi nilikuwa nataka kutoa zawadi kidogo, mimi nataka zawadi kidogo. Za, mimi nataka nimpe mtu zawadi katika hapa. watu wote walikuwa natunza hapa. Mimi hata sikunyanyuka kutunza, lakini kuna huyu mtoto mnyanyuka. Njoo. huyu bwana alikuwa natunza shilingi mia tano mia tano, Allah mkubali, na mimi nataka nimtunze yeye sasa Eh. Allah mjalie ipende Qur'an. Wote sasa. mjalie ipende Qur'an, mjipaite wote sasa wateja majini wenda kuona. Leo tutachelewa kidogo samahani, tumalize hapo. Sawa sawa. Siku moja yomba mama. Atakuja Yasir Adam ambaye alishika nafasi ya nne kutokea Manyara we. Watazamaji kama unavyoona mshindi wa kwanza mshindi wa pili na mshindi wa tatu katika mashindano ya Qurani Tajwidi mwaka huu wa 2023 Muhammad Kimanja yeye ni mshiriki anatoka katika mkoa wa Dodoma kuna Bilali Othmani kuna huyu mmoja ametoka katika mkoa wa Tanga ambaye yeye alikuwa mshiriki wa mwisho lakini amekuwa ni mshiriki wa kwanza mshiriki wa kwanza

tazamaji mfadhili aliyetoa zawadi hizi kama unavyoona, ana anakabidhi mwenyewe mfadhili. Eh, mshiriki anapanda, mshiriki anapanda, mshiriki anapanda. Asalamu assalamu alaykum warahmatullahi. Kwa jina la Abdallah Kombo kutoka Tanga, Shamsul Maarif, furaha yako kupata? Ah, nashukuru sana kwa kweli, wallahi nashukuru sana tena, kusema kwa ile furaha, nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu eh kwa vijana natoa wito kwamba wapambane katika jambo hili la Qur'ani, wasikate tamaa. <coughs> Kwa sababu mimi nimeanza siku nyingi pia ua lakini eh, Mara ngapi? Kama mara ya nne hivi. Hii mara ya pili. Hii mara ya pili, juzi hapa Juma zilizopita hapa nilikuwa mtu wa kwanza kule Magomeni, kulikuwa na mashindano. Hii mara ya pili, lakini kabla hapo nilishinda kama mara tano nyuma. Sharifu, unatoa wito gani kwa vijana? Maana vijana huwa Qur'an achukuia kawaida, siku hizi zawadi zinakuwa kubwa, hebu wape ushawishi vijana. Wito ni uzuri sana. Lazima watu wakumbushwe wa, wa hasa kwa vijana. Vijana wamewacha sana Qurani, na Qurani ni kitu kilio muhimu na ndio kiongozi kwa mambo yetu yote, kwa maana Qurani ndio dawa, dawa u, yote maradhi yote. Kwa hivyo tunawaambia vijana ndio uongozi, wakisoma Qur'ani ndio maadili ya ndioko ndani ya Qur'ani sababu maadili hakuna tena, lakini wakishika Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani na kusomesha Qur'ani basi watarudi katika adili maadili mema na mazuri. Hayapatikani maadili mema na mazuri ila katika Qur'ani na kuisoma Qur'ani na kuifahamu Qur'ani. Kwa hivyo wote warudi katika kuhifadhi Qur'ani na kuisoma Qur'ani na kuijua Qur'ani na kuifahamu Qur'ani Please samaaji Qurani ndo maadili, Qurani ndo kila kitu kama mnavyomsikia Sharifu hapa aktoa fafanuzi mshindi